Wakizungumza na Hope Channel Tanzania kwa nyakati tofauti, wananchi hao wamesema bado wana changamoto kubwa ya uelewa juu ya bidhaa bandia, jambo linalowaweka kwenye hatari ya kudanganywa na wauzaji wasio waaminifu. Wengi wao wameonyesha shauku ya kujua zaidi kuhusu haki zao na njia sahihi za kutambua bidhaa halalikuhusiana na hiyo tume, sifahamu chochoche kuhusiana na tume, labda ingetumia namna yoyote ili aweze kutoa elimu kwa jamii. Mimi kwa kweli sina uelewa wowote kuhusu bidhaa ba, yes, ba bandia, kwa sababu sina elimu yoyote ya bidhaa. Unavyoenda dukani naangalia tu expired, kwa hiyo sijui kama ni original au fake. Mamlaka ya husika naiambia kwamba itoe elimu hadhara, na kwamba hii bidhaa ni original au fake, hiyo inatoa, kwa sababu sisi Watanzania wengi hatuna hiyo elimu. Kuna uwezekano ikawa ni elimu tu hatujapata unaweza ukaenda dukani uk, ukajua nimenunua kitu ambacho ni ni original lakini kumbe sio, au unaweza ukanunua kitu feki ukajua ni halisia. Katika hatua nyingine, kituo hiki kimemtafuta Dickson Mbanga, mkuu wa tume ya ushindani FCC, kanda ya Nyanda za Juu Kusini, ili kufahamu mikakati ya kuwafikia wananchi kwa elimu hiyo. Huu ni mwaka wa pili kwa maana tuko Mbeya lakini tuna operate mikoa saba hii yeah, ya Nyanda za Juu Kusini. Kwa hii miaka miwili tulikuwa tunafanya zaidi kwenye miji kuwapa elimu wananchi na wenyewe waweze kuelewa na wafanya biashara waweze kujua kwamba kuna tume ya ushindani na wanahitaji watoe ushirikiano pale ambapo wanapata changamoto. Huwa tunaenda kwenye minada na magulio, masoko ya jioni magulio. Vile vile tunatumia maafisa biashara. Kwa sababu maafisa biashara ni watu ambao wapo karibu na wananchi na wafanya biashara wenyewe. Kwa hiyo tunashirikiana nao kujua kwamba akei, okay, ni njia ipi ambayo ni rahisi kufikisha ujumbe. Mbanga ameongeza kuwa FCC inaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha wafanyabiashara wanatambua wajibu wao, huku wananchi wakipewa elimu ya kutosha kuhusu madhara ya bidhaa y bandia na namna ya kujiepusha nazo. Upande wa Mbeya tumejitahidi mara nyingi sana huwaona wafanya biashara tukishirikiana na taasisi ambazo zinahusika na masuala ya biashara, hususan ofisi ya mkuu wa mkoa pia kuna ofisi ya chemba ya biashara mkoani Mbeya na hata mikoa mingine, kuna Rukwa, Ruvuma, kuna Songwe, kuna Iringa. Hiyo mikoa yote ambayo iko nyanda za juu kusini, huwa tunashikiana na ofisi hasa ambayo zinajua masuala ya biashara. Kwa mujibu wa FCC Kanda ya Nyanda za Juu Kusini, bidhaa ambazo zimekuwa zikikamatwa mara kwa mara ni pamoja na simu, vifaa vya simu, vilainishi vya magari na vifaa vya umeme nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya, mimi ni Samwel Mpogole.